My name is uh, Professor James Tuitaek uh, a commissioner at uh, the National Land Commission and uh, I'm here with my colleagues Commissioner Honorable Tia and uh, Commissioner Guku is our vice chair and uh, we are here in Isiolo uh, this week to listen to historical land injustices but uh, broadly I would like to bring the context.

Mambo ya historical land injustice ni mambo ile ya dhuluma ya pengine ya mambo ya ardhi, pengine kuna community land ama kuna pali pengine Waturukana wanaishi, Waborana wanaishi, Samburu wanaishi, alafu unakuta kwamba hiyo ardhi imechukuliwa. Kwa hivyo moja eh, kesi moja zaidi ni mambo ya, ni mambo ya park. Nafikiria kwamba park yetu yote tatu kuna community wana claim Uh, tunajua kwamba kuna ile ya kina kuna hii ya Sarwa Shaba na kuna hii ingine ya Buffalo Spring, kwa mimi ndio wanasema walikuwa naishi hapo zamani, lakini unakuta kwamba ile mahali imekuwa gazetted na si pahali kidogo, anasema ni kama pengine ni 62000 acres pengine 500 acres. Unakuta kwamba eh, imekuwa gazetted kama, kama area ya kufanya conservation ama kuweka pale ya pori ya wanyama na unakuta kwamba wale walikuwa naishi pale, pengine walikuwa na manyata pale, pengine wazazi wao wamezikwa pale. Unakuta kwamba imechukuliwa na community, wamesukumwa kiazi. Kuna pia claim ya mambo ya Kenya Army. nafikiri KDF ndio pia. Community wamesema zaidi, wanasema wamechukua tauni mzima, kila kona wamechukua, na ile kitu land wamechukua si kidogo, ni kubwa. Pia unakuta kwamba hata tauni, hata kugrow inakuwa ngumu na hata kulisha na kuishi na kuwa ngumu kidogo. So, so iko related na vitu kama hizo. Mambo ya fedha ndio inafanya tusiweze kufika kaunti zote za Kenya, lakini hapa tungependa kushukuru uh, partners wale wamesimama na sisi kwa sababu sisi tuko kuchu, kuangalia mambo ya haki. Sisi hatufanyi hii kazi tu hivi, iko sheria na kuna guideline na lazima yote ifuatiliwe na kwa, vile tumepewa hii kazi, si tuko hapa kuhakikisha kwamba upande yote mbili umepata. Kwa hivyo tunatarajia ya kwamba wa cooperate at least wapeane evidence yao, na ikiwa ni evidence ya haki kwa upande yote wawili ndio tuweze kufanya. Kwa hivyo tunapatia assurance ya kwamba hatutaegemea upande yote.